Ambavyo ameahidi endapo atashinda kiti cha urais ni kuongeza mishahara ambapo kima cha chini kitakuwa milioni mbili nukta nane huku uh, mgombea mwenza akieleza na kutoa wito kwa jeshi la polisi kuongeza ulinzi katika kipindi hiki ambapo kampeni zikiendelea. Sisi UPDP tunasema tukiingia madarakati, tunapanga plan kwamba tutaanzia mshahara milioni mbili na laki nane huo ndio kima cha chini. Anayeanza leo atapata hiyo, kwa sababu uwezo upo. Hasikutangaza hakuna uwezo, hakuna uwezo, upo sisi tuna mali nyingi hapa, inachotakiwa ni usimamizi tu kwa hizo mali asili basi. Na kama tutasimamia vizuri mali za asili zetu, hakuna Tanzania atikie kusema haijui leo yake kesho yake pa. Hakuna gari la mgombea wa urais la chauma limeshambuliwa na kuvunjwa vioo na kila kitu. Kwa hivyo mara PC wawe makini katika masuala haya, kwa sababu Tume ya Uchaguzi tayari imeshatoa ratiba ya vyama vi, vyote, mgombea urais tarehe fulani saa fulani atakuweko pahali fulani na kama kutatokea mabadiliko tunaambiwa vyama tutoe taarifa masaa arobaini na nane kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Masaa arobaini na nane Tume ya Taifa ya Uchaguzi inapelekea RPC, RPC anapelekea OCD, OCD anajua na msimamizi wa uchaguzi wa ilo eneo. Kwa hivyo, ho mna saha zangu katika jeshi la polisi, naomba mulizingatia ile, kwa sababu kila siku zikienda mbele, kuna mambo yataanza ya kutokea ya uvurugishi wa amani. Pamoja na yote, ameahidi pia kuendelea kutetea uhuru wa vyombo vya habari. Na baada ya kutoka mkoani Dodoma, kampeni hizo za chama cha UPDP zitaelekea mkoani Mbeya ambapo pia wataendelea kunadi sera za chama chao. Joyce Mwakalinga, Azam News.